Katika juhudi za kukomesha uchochezi wa mitandaoni, jeshi la polisi nchini Tanzania sasa hivi wamefanikia kumshikilia Clemens Mwandambo pamoja na Clemens Mwandambo, lakini pia kuna Godfrey Malisa ambao sasa hivi wameshikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za uchochezi kwenye mitandao. Lakini ajabu ni kwamba kuna Faris Burhan ambaye ni mwenyekiti wa UVCCM katika mkoa wa Kagera, ambaye pia alitoa kauli tata sana ambazo ni za uchochezi na pia za kuchochea maafa na alitoa kauli ambayo wengi hawakuipenda. Kama unaikumbuka hii kauli, kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake, anashinda asubuhi, kutwa nzima, anatukana viongozi, jeshi la polisi hawa, tukiwapoteza msi watafute hawa lakini pia kuna kauli ya mhadhiri wa msikiti mmoja kule Da, ambaye pia alifunguka na kusema kuhusiana na kuwakatakata waandamanaji. Ehe, sema kwamba mtapata vichwa vimetapakana, tutakatana katana samita, uh, sana vichwa tano kila msikiti wapite Tanzania nzima kuanza kujipanga na kukabiliana na wao wanaoitwa wataandamana mbona kuna baadhi ya watu ambao wanaonekana kufanya uchochezi wanakamatwa, lakini pia wale ambao wanachochea tu tayari unakuwa ni adui wa polisi, lakini kama ukiwa na support CCM unakuwa ni rafiki wa polisi kabisa. Hii inajitokeza hapa kutokana na kwamba polisi hawajashughulikia hawa watu wawili ambao nimewataja, japokuwa kuna wengi sana ambao wamechochea, lakini kwa kuwa wanachochea upande wa serikali ama wanakuwa uko upande wa serikali, polisi wanakuwa washughuliki nao kabisa. Sasa ni swali ambalo